Katika hali isiyo ya kawaida katika masoko ya kifedha duniani, rubo ya Urusi imepanda kwa kasi na kuwa sarafu inayofanya vizuri zaidi mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na The Telegraph kupitia Yahoo Finance, rubo imeimarika kwa asilimia 38 dhidi ya dola ya Marekani pamoja na dhahabu, mafanikio ambayo yamewashangaza wachambuzi wa masoko na wawekezaji duniani kote. Mnamo mwaka huu 2025, Ruble ya Urusi imekuwa sarafu yenye utendaji bora zaidi duniani ikiwa imepanda kwa zaidi ya asilimia 38 dhidi ya dola ya Marekani. Hii imetokana na sababu kadhaa za kiuchumi na kisiasa. Hapa nimekuchambulia sababu ambazo zimepelekea ruble ya Urusi kupanda thamani zaidi dhidi ya dola na hata dhahabu. Moja, kupanda kwa viwango vya riba. Benki Kuu ya Urusi imepandisha viwango vya riba hadi asilimia 21, ili kudhibiti mfumuko wa bei unaotokana na matumizi makubwa ya kijeshi. Hii imevutia wawekezaji wa kimataifa wanaotafuta mapato ya juu kupitia uwekezaji katika mali zilizo katika rubo. Mbili, kudhoofika kwa dola ya Marekani. Vita vya kibiashara vilivyoanzishwa na utawala wa rais Donald Trump vimesababisha kushuka kwa thamani ya dola ya Marekani na hivyo kufanya rubo kuwa chaguo la kuvutia zaidi kwa wawekezaji. Tatu, matarajio ya amani ya kisiasa kuna matumaini ya kupungua kwa mvutano kati ya Urusi na Marekani pamoja na uwezekano wa makubaliano ya kusitisha vita nchini Ukraine. Hii imeongeza imani ya wawekezaji katika uchumi wa Urusi. Nne, mizani chanya ya biashara. Katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka 2025, Urusi ilirekodi ziada ya biashara ya dola bilioni 18.5 kutokana na kupungua kwa uagizaji na ongezeko la mauzo ya kifedha za kigeni na wauzaji wa nje wa Urusi. Tano, uwekezaji wa kigeni na biashara ya faida carry trade. Wawekezaji wa kimataifa wanatumia sarafu zenye riba ya chini kufadhili uwekezaji katika mali za rubo zenye mapato ya juu, wakitarajia faida kutokana na tofauti ya viwango vya riba. Sita, mnamo Aprili 17 bei ya mafuta ilipanda kwa asilimia tatu na kusaidia kuimarisha rubo, kwani mafuta ni bidhaa kuu ya kuuza nje ya Urusi, hivyo kusababisha thamani ya Urusi kupanda maradufu. Saba, matarajio ya kulegezwa kwa vikwazo. Wawekezaji wanatarajia kuwa mazungumzo ya amani yanaweza kusababisha kulegezwa kwa vikwazo vya magharibi dhidi ya Urusi, hivyo kuongeza mtiririko wa mitaji na kuimarisha rubo. Hata hivyo, licha ya mafanikio haya, kuna changamoto zinazoweza kuathiri nguvu ya rubo kama vile kushuka kwa bei ya mafuta na athari kwa mapato ya serikali. Sababu nyingine ambazo zimesababisha kuimarika kwa rubo pia ni ikiwemo udhibiti mkali wa mitaji na sera za Putin. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameweka vikwazo vya kifedha vinavyozuia kampuni za kigeni kuhamisha faida au fedha kutoka Urusi. Hatua hizi za capital controls zimepunguza upatikanaji wa dola ndani ya Urusi, hivyo kuongeza thamani ya rubo kwa kuifanya kuwa adimu na yenye thamani zaidi. mbili. Mabadiliko ya soko la kimataifa vita, vya kibiashara kati ya Marekani na nchi nyingi duniani vimerudi chini ya utawala wa Rais Donald Trump, chini ya serikali za ushuru wa biashara trade wars. Hii imesababisha wasiwasi mkubwa katika masoko ya kimataifa kupunguza imani kwa dola ya Marekani na hivyo kuhamasisha wawekezaji kutafuta sarafu mbadala ambazo ni dhabiti ikiwemo rubo. Tatu, kuporomoka kwa imani ya dola duniani Marekani. Licha ya kuwa dola ni sarafu ya akiba duniani, hatua za kiuchumi za Marekani zimechochea mdororo wa thamani yake. Wakati soko linapokuwa na hofu juu ya sera zisizotabirika, wawekezaji huanza kuangalia chaguzi zingine. Rubo imechomaza kama mshindi. Katika mazingira haya ya taharuki ni jambo la kushangaza pia kuona kuwa ruble imeipiku hata dhahabu ambayo kwa muda mrefu imekuwa kinga ya wawekezaji nyakati za sintofahamu kama hizi. Hili linaonyesha kiwango cha juu cha uaminifu ambao baadhi ya wawekezaji wanaanza kuwa nao kwa uchumi wa Urusi au ni ishara ya kuvunjika kwa mifumo ya kawaida ya masoko ya fedha duniani. Mabadiliko haya yanaonyesha kuwa wawekezaji wanatafuta usalama nje ya sarafu za kawaida kama dola. Hii inaweza kusababisha kupanuka kwa masoko ya kifedha yasiyo ya, ya magharibi kama vile Urusi, China na India. Kuporomoka kwa thamani ya dola pia kunaweza kuongeza gharama za uagizaji wa bidhaa imports, kuchochea mfumuko wa bei na kupunguza nguvu ya Marekani kwenye soko la kifedha duniani. Hii ni hatua muhimu katika ushindi wa kisiasa na kiuchumi wa Urusi. Urusi, licha ya vikwazo vya kimataifa na matatizo ya kiuchumi, inaonyesha kuwa inaweza kutumia mbinu zisizo za kawaida kuhimili shinikizo na hata kupata mafanikio ya muda kuimarika kwa rubo ni matokeo ya mchanganyiko wa siasa kali za kifedha, kushuka kwa imani ya dunia kwa Marekani na hila za kiuchumi zinazopangwa kwa makusudi na Urusi. Ingawa bado kuna changamoto nyingi kwa uchumi wa Urusi, mafanikio haya ya rubo yanaweza kuwa mfano wa jinsi masoka yanavyoweza kubadilika haraka kwa sababu ya sera na mazingira ya kisiasa.